Tukiongozwa na mgeni rasmi Dr. Yasinta mama Samia Samuel na kuahidi kwamba fedha hizi itafikisha Mheshimiwa Rais. Hapa ni wilayani Rungwe, mkoani Mbeya, Tukuyu, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mkuu wa wilaya ya Rungwe Mheshimiwa Jafari Haniu amepokea kiasi cha shilingi za kitanzania milioni moja laki moja thelathini na mbili elfu na mia mbili kutoka kwa wanawake wa kikundi cha wanawake mashujaa wilayani Rungwe. Unaweza ukajiuliza ni kwa ajili ya nini fedha hizi? Ni mchango wao kwa ajili ya fomu ya urais wa Dr Samia Suluhu Hassan, na mchango huu ulitolewa siku ya wanawake duniani, Machi 8 mwaka huu 2025, ambapo katika sherehe hiyo mgeni rasmi alikuwa ni Dr Yasinta Mafwenga ambaye ni mke wa mwandishi Samueli Gwamaka Mafwenga. Mwenyekiti wa kikundi hicho, mbele ya Mheshimiwa Jafari Haniu, anasema, na mwaka huu tukawa tumemwalika Dr. Yasinta, yeye ni daktari bingwa wa watoto <coughs> kwa hiyo tunaona atatufaa sana kwa ajili ya wakina mama, na kwa ujio wake kuna wakina mama ambao wamenufaika. Kwa hiyo siku ile sasa baada ya kukusanyika pamoja tukaona kuna umuhimu pia kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi tukaona ni umu, kuna umuhimu wa kumchangia mama kwa sababu ilikuwa ni siku yetu wanawake na mama ndiye aliyepitishwa jina na chama tawala kwamba ndiye atakayegombea. Ikabidi tuhamasike pale pamoja na mgeni wetu rasmi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 Katibu wake pia akachagiza kwa lugha ya Kiswahili na Kinyakyusa kuhusu hamasa ya Dr. Yasinta Mafwenga aliyokuwa ameitoa siku hiyo na kuamua kuchangia fomu ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassani, lakini pia imani ya wanawake wa wilayani Rungwe kwa Mheshimiwa Rais. Na hii siku ya mwanamke shujaa tulitafuta hiyo pesa kwenye ukumbi wa kina mama, wote walihamasika tukiongozwa na mgeni rasmi Dr. Yasinta Samuel Mafwenga naye alichangia lichangia. Kutu mama ujo tunga mire. Kari mie mbombo isi asibombio mama ujo tuweza tu simwene. Ujo wakasibona amaso kake kasigire. Uso tutie unu. Mama ujo asibombio isi amara. Mama Samia we. Mama Samia wani. Mbata milioni moja. Laki moja na elfu thelathini na mbili na miambili ili muweze kunifikishie mwishumu wa raisi. Zimsaidie kuchukua fomu ya rais kama ambavyo mmesema, ikiwa mwakilisho wa mheshimiwa rais katika wilaya hii ya Rungwe, mimi nachukua fursa hii kuwashukuru sana na kuahidi kwamba fedha hizi zitafikisha mheshimiwa rais kupitia taratibu za serikali, ambapo nitaziwasilisha kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, ye naye atachukua hatua ili ziweze kufikia mheshimiwa rais kama ambavyo lengo na madhumuni mliokusudia.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 Basi mimi sina tatizo lolote, niko tayari na kama nilivyosema, kwa mara nyingine tena nawashukuru sana, na fedha hizi nitahakikisha kwamba zinafikia Mheshimiwa Rais kama ambavyo nyinyi mnakusudia. Baada ya kusema haya, nawashukuru sana, asanteni sana, mama hujasiwombe isi amala jojoani wewe, mama Samia wemamasamiawe hii ni Nyikani TV na langu jina ni Godoni Kalurunga, Mbea. <mulia>